Ukweli mchungu ni huu. Sio watu wabaya wanaoumia zaidi kimaisha. Ni watu wazuri sana. Ni wale wanaojali sana, wanaosikiliza sana, wanaosaidia bila kuuliza chochote kwa malipo. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kadri unavyokuwa mzuri kwa watu, ndivyo unavyoishia kuumia zaidi? Kama unajiona kwenye maneno haya, basi kaa mpaka mwisho kwa sababu hii siyo video ya kulaumu, ni video ya kukufungua macho. Kabla hatujaanza, kwa wale wageni, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele. Kwa wale wageni, hii ni channel ya kisaikolojia, tunatoa mafunzo kama haya kila siku. Subscribe kwa mada zaidi za kisaikolojia. Sasa tuanze mada yetu ya leo. Kisaikolojia, kuwa mtu mzuri sana mara nyingi kunahusishwa na empathy kubwa, huruma isiyo na mipaka, people pleasing, kuogopa kumuumiza mtu mwingine kihisia. Lakini kuna ukweli ambao watu wengi hawauambiwi: ulimwengu hauwaumizi watu wazuri, watu wazuri hujiumiza wenyewe, wakidhani kila mtu ana moyo kama wao. Empathy kubwa, kuhisi zaidi ya inavyohitajika. Empathy ni uwezo wa kuelewa hisia za wengine kuhisi maumivu yao, kuweka nafsi yako kwenye nafasi ya mtu mwingine. Watu wazuri sana huona huzuni kabla mtu hajaizungumza, hujitolea hata kabla ya kuombwa, hujibeba mizigo ya kihisia ya wengine. Tatizo linaanzia hapa, sio kila mtu anayehisi kama wewe. Kisaikolojia, unapokuwa na empathy kubwa bila mipaka, unachukua maumivu ya watu wengi lakini hakuna anayechukua yako. Ndiyo maana unachoka kiakili, unahisi hutambuliwi, unajikuta unaumia kimya kimya. People pleasing, kutaka kila mtu akupende. People pleasing ni tabia ya kusema ndiyo hata moyoni unasema hapana, kujilaumu ukimkera mtu, kuogopa kukataliwa. Watu wazuri huamini nikimjali kila mtu watanithamini lakini saikolojia inasema watu hawaheshimu anayejisahau kwa ajili yao, wanamnufaisha. Unapoendelea kuwa people pleaser, watu huanza kukuona kama option. Mahitaji yako hayazingatiwi, mipaka yako haionekani. Kikosa mipaka, chanzo cha maumivu makubwa. Watu wazuri sana hawajui kusema hapana, wanahisi hatia wakijitanguliza. Wanaamini kuweka mipaka ni ubinafsi. Lakini ukweli wa kisaikolojia, mipaka siyo ukatili, ni heshima kwa nafsi yako. Bila mipaka, watu huingia na kutoka maisha yako watakavyo, hisia zako hukanyagwa, thamani yako hushuka machoni pao. Kuvumilia sana kwa jina la amani. Watu wazuri wanapenda amani kuliko haki. Wanachagua kunyamaza kuliko kugombana, wanavumilia hadi mwisho. Lakini kumbuka, amani inayokuvunja ndani siyo amani, ni maumivu yaliyofichwa. Kisaikolojia, kuvumilia sana hujenga chuki ya ndani, huathiri kujiamini, huleta msongo wa mawazo. Kuona mazuri kwa watu wasiostahili. Watu wazuri sana huona potential badala ya tabia Huamini atabadilika, hutoa nafasi nyingi kupita kiasi. Tatizo ni kwamba watu wengi hawabadiliki kwa sababu una subira; wanabadilika kwa sababu wameamua, na hapo ndipo moyo huvunjika, matumaini hupotea, mtu huanza kujilaumu bila kosa. Maumivu ya ndani ambayo hayazungumzwi. Kwa nje unaonekana mpole, unaonekana imara. Unaonekana sawa, lakini kwa ndani umechoka, umejaa maswali, unajiuliza kuna tatizo gani kwangu? Kisaikolojia, watu wazuri huumia kimya kimya kwa sababu hawataki kuwa mzigo kwa wengine. Jinsi ya kubaki mzuri bila kujiumiza. Namba moja, jifunze kusema hapana bila kujilaumu Watu wazuri wengi huamini kusema hapana ni kuwa mbaya, lakini kisaikolojia kusema hapana ni kujilinda, sio kuumiza. Ukisema ndiyo kila wakati, watu hawataona ukarimu wako, wataona upatikanaji wako. Ukianza kusema hapana, watu huanza kuheshimu muda na hisia zako. Kumbuka, hapana kwa wengine ni ndiyo kwa afya yako ya akili. Namba mbili: weka mipaka hata kama inawaumiza wengine kidogo. Mipaka inaonyesha nini uko tayari kuvumilia, nini hauko tayari kuvumilia. Watu wazuri wengi huogopa kuweka mipaka kwa sababu hawataki kumuumiza mtu, lakini ukweli ni huu: kuweka mipaka kunawaumiza watu wanaokunufaisha bila kujali hisia zako, sio watu wanaokupenda kweli mipaka inalinda thamani yako, inapunguza stress, inakuweka huru kihisia. Namba tatu, acha kuhisi wajibu wa kumfurahisha kila mtu. Sio kazi yako kurekebisha hisia za kila mtu, kubeba matatizo ya kila mtu, kuhakikisha kila mtu anakupenda. Kisaikolojia, unapojaribu kumpendeza kila mtu, unawapa mamlaka juu ya furaha yako. Kubaki mzuri haimaanishi kujisahau, kujiumiza, kujitoa kupita kiasi. Namba nne, jipe huruma kama unavyowapa wengine. Jiulize, je, ninajizungumza kwa upole kama ninavyozungumzia wengine? Watu wazuri huwasamehe wengine haraka, lakini hujihukumu wenyewe kwa makosa madogo. Kubaki mzuri kunaanza kujisamehe, kujielewa, kujithamini. Huruma kwa nafsi yako sio ubinafsi, ni msingi wa afya ya akili. Namba tano, chagua nani anapata upatikanaji wa moyo wako. Sio kila mtu anastahili hadithi zako, sio nguvu zako, sio upendo wako. Kisaikolojia, moyo mzuri bila ulinzi huvunjika kirahisi. Kubaki mzuri kuna maanisha kutoa upendo kwa busara, kusaidia bila kujitoa mhanga kujua lini ujiondoe. Namba sita, tambua ishara za kutumiwa mapema. Ukiona unatoa sana lakini hupokei, unajali lakini haujaliwi, unachoka lakini hauulizwi ukoaje, hiyo si huruma, ni onyosho. Mtu mzuri mwenye akili hasubiri kuumizwa ndipo aondoke, husikiliza hisia zake mapema. Namba saba, kumbuka ukweli huu wa kisaikolojia. Watu wazuri wana nguvu kubwa, lakini bila mipaka, nguvu hiyo huwapindua. Kubaki mzuri sio kubadilika kuwa mkali, ni kuwa mwenye fahamu, mwenye mipaka na mwenye kujithamini. Usipunguze wema wako, ongeza ulinzi wako. Kama wewe ni mtu mzuri, usiache kuwa hivyo. Ulimwengu unahitaji watu kama wewe. Lakini kuanzia leo, kuwa mzuri bila kujivunja. Huruma bila kujisahau na upendo bila kujiumiza. Kama wewe umewahi kuumia kwa sababu ya moyo wako mzuri, andika nimeelewa kwenye comment. Subscribe kwa mada zaidi za kisaikolojia. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.